Lakini tulivyokuwa tumefungwa goli mbili kule, watu walisema kwamba simba wabovu. Amini wale hawa Almasri wabovu, lakini wao watu wametufunga mbili, wanakuwaje wabovu? Kama watu wabovu wametufunga sisi, basi sisi tulikuwa wabovu zaidi. Lakini tumerekebisha makosa ambayo tulifanya kule, tumekuja hapa, tumefika, tumepambana, tumerudisha goli zile mbili kama ambavyo walifanya wao kwao. Lakini mefika hatua ya penalty, wenzetu wamepoteza penalty kadhaa, na sisi tumeweza kushinda. Jambo zuri na kushindwa kupata matokeo mazuri ndani ya dakika 90, na Simba kufuzu, ina maana kuna mapungufu ambayo Simba ilikuwa anaumeaona umeaona. Kwa namna moja ama nyingine, wapi Simba warekebishe? Of course utulivu kwenye scoring, kwa sababu tumepata nafasi nyingi za kufunga, lakini hatukuweza kuzitumia vyema, lakini nafikiri kwa sababu mbili. Moja, tension, kwa sababu tulikuwa tunacheza tukiwa nyuma na goli mbili, lakini kiwanja hakikuwa rafiki sana kwenye kucheza, walikuwa wanateleza muda mwingi na nini, kwa hata maamuzi hayakuwa mazuri sana, lakini wameweza kupambana na kupata zile goli mbili kwanza baada ya kurudisha goli mbili tumeenda kwenye penalty, tumefanya vizuri, ni jambo jema, tunashukuru Mungu. Lakini naamini kabisa kwenye hatua ya nusu fainali, nafikiri kama tutakuwa tunacheza na Zamalek, tutaanza nyumbani au tunamalizia kule. Kwa hiyo tujipange vizuri kupata ushindi nyumbani, ili mradi tukenda kwao tukamalizie kazi wenye pesa. Lakini tukianza nyumbani kwa kufungwa au kupata idadi ndogo ya magoli, tukirudi kule kwenze, kwa wenzetu, kwa sababu wanacheza kwao, na unajua Waarabu wakiwa kwao inakuwa shida kidogo, itatusumbua lakini tunatakiwa tuwapongeze viongozi na wachezaji kwa kazi nzuri waliofanya na hatimaye tumepata ushindi. Kama kocha, kitu gani unakiona ni kizuri kwa Musa penipeni Camara? Upande wa btiki amedaka penati kitu ambacho mwingine ameshindwa kufanya, kwa hiyo amefanya vizuri na ndio maana tumeweza kupata ushindi. Ubora wake unautazama kwa namna gani? Ni kipa mzuri kwa sababu sisi leo tumeshinda mbili, wao hawakupata goli, manake katoka na clean sheet. tumekuja kwenye penati kafunga goli moja, magoli mengine ameokoa, kwa hiyo ni kipa mzuri ambaye ameweza kusaidia. Makocha, makipa wengine, unadhani wanataka kujifunza kitu gani kwa Pinto? Ah, sasa o, itabidi walimu wao ndio watajua kitu gani cha kuwafundisha. Mimi kwa sababu sikai nao, sijui weakness zao wala nini. As long kila mwalimu yupo kwa ajili ya kusaidia timu yake, kila mtu ataangalia ile ambalo lina uzuri atalirekebisha kwa wachezaji wake, lile baya atalipotezea mbali. Makipa ma, ma wa timu ya taifa? Hapana, mimi sifundishi. Tuna kipa kocha wa makipa sisi, tunafundisha mm, technique na tactics. Sasa hivi uh -huh, mpira umebadilika, mpira uko science ukokisyan zaii asantenio majanga